kili na kuthamini juhudi ambazo kila mmoja wetu anafanya katika kuleta mageuzi chanya ndani ya sekta ya nishati na madini na michango endelevu ambayo imekuwa ni dira kwa wadau wote waliokusanyika hapa. Kongamano hili linatupatia fursa ya kujadili kwa pamoja changamoto, mafanikio na njia bora za kushirikiana kati ya serikali, sekta binafsi, jamii na wadau wa kimataifa ili kuhakikisha rasilimali hizi zinawanufaisha wote kwa usawa na uwajibikaji. Kwa mara nyingine nawakaribisha rasmi, na kwa heshima kubwa natamka kuwa kongamano la uziduaji kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano limefunguliwa rasmi. Kwa miaka takribani kumi sasa, Haki Rasilimali tumekuwa tukikutanisha wadau hao katika jukwaa hili la uziduaji, tukiwa na lengo kubwa moja tu, kuweza kukutanisha wadau kujadili changamoto zilizopo katika sekta ya madini, lakini kwa pamoja kuweza kuelewa na kuunda mapendekezo ambayo kwa namna moja au ya nyingine yanaweza eh, kutumika kwenye kuondoa changamoto zilizopo katika sekta. Sasa katika sekta hii tumeweza kujadili changamoto nyingi sana. Katika miaka kumi iliyopita tumejadili eh, haki za binadamu zinazokiukwa katika maeneo haya. Tumejadili masuala ya ardhi eh, katika jamii ambazo zinazunguka migodi. Tumejadili pia mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa na ni kwa namna gani eh, mapato hayo yanaweza kuwekwa wazi nazo kwa kupitia sheria tulizonazo, kwa mfano TEITI kwa kupitia jukwaa hili e, viongozi wetu wa serikali wamekuwa wakishiriki kuweza kuchukua mapendekezo hayo, na kila mwaka wanapokuja wamekuwa pia wakitoa mrejesho wa yale ambayo yamefanywa kazi. Kwa hili limeweza kupata uwepo wa e, wizara zote, kwa maana wizara ya madini, lakini pia wizara ya nishati e, na kwa uwepo wao wa wizara na taasisi husika ndio wamekuwa wakuu katika kujibu maswali yanayotoka moja, moja, moja kwa moja katika jamii. Kwa mfano nikitoa mfano katika baadhi ya mikoa ya Tanzania, kwa mfano katika mradi wa Nyanzaga, katika jukwaa mojawapo diwani wa kata hiyo aliweza kutoa changamoto anazokutana na wananchi, wananchi wake katika kulipwa fidia ya maeneo yaliyochukua na serikali. Eh, wizara iliweza kulichukua jambo hilo na kuweza kulishughulikia na kuongeza fidia waliolipwa wananchi katika maeneo hayo ambako mradi huo ulikuwa unakwenda kufanyika. Kwa lengo kubwa kama nilivyosema hapo awali ni kuweza kukutanisha wadau kwamba eh, tukutane sehemu moja. Changamoto zote ziwekwe mezani, lakini tutafute suluhu kwa yale matatizo ambayo yanajitokeza na hilo linawezekana tukaweza kuweka wadau wote katika sehemu moja. Changamoto za madini bado ni mtambuka. Ni ngumu kusema kuna changamoto moja. E, sugu kwa sababu changamoto za kimadini zinajitokeza katika sura tofauti. Changamoto ambazo zipo katika levo ya jamii husika pale ambako mradi unafanyika ni tofauti, kwa mfano na changamoto za kisera au changamoto za kisheria, kwa kila hatua e, au kila sehemu ambapo katika huu mnyororo wa thamani kuna, kuna changamoto zake. Kwa mfano katika e, level ya chini kabisa ya jamii, changamoto nyingi utakazosikia katika wananchi kwa mfano ni, ku, kwa mfano ni uchafuzi wa mazingira kwa wale wanaoishi karibu na vyanzo vya maji kwa mfano au ushiriki mdogo wa wanawake katika shughuli za madini. Changamoto za kitaifa kwa mfano katika level ya kitaifa, ukiangalia sera na sheria, ni ugumu katika utekelezaji wa baadhi ya vifungu vya sheria kwa mfano katika uwazi na uwajibikaji katika sekta ya madini. Kuna baadhi ya makampuni kutokana na sheria za Tanzania wanalazimika kutoa taarifa za wamiliki manufaa kwa serikali natakiwa ziweke wazi kutokana na sheria za Tanzania, lakini bado kuna makampuni hayaweki wazi taarifa hizo. Kwa changamoto hizi, kama nilivyosema, zinachukua sura tofauti katika levels tofauti katika huu mnyororo wa thamani. E, tunatokaje hapo? Kama niliposema hapo awali, kila mwaka sisi tunajaribu kutoa mapendekezo tofauti katika kila changamoto ambayo tunayo na tunatokaje katika kila, katika kila tatizo. Kuna ambayo yamekuwa yakichukuliwa na serikali kila mwaka, lakini kuna ambayo bado tunaelewa ni changamoto, kwa mfano swala la uwekaji wazi wa taarifa za wamiliki manufaa pamoja na kwamba tuna sheria hapa nchini Tanzania, sio kitu chepesi, hata katika level za kimataifa, kwa sababu kampuni moja kubwa ya madini inaweza ikawa ipo Tanzania, lakini ina kampuni tanzu katika nchi nyingine kumi na tano tofauti, ambapo taasisi zetu za, za Tanzania zinaweza kuwa zisifike huko. Kwa hiyo ni swala ambalo lina e, ni kukumbushana na kuweza kurecommend na kusisitiza kila mwaka, ili aendelee kufanyiwa kazi, lakini kwa yale ambayo yako ndani ya kundania, E, ndani ya sheria za Tanzania nafikiri mengi ambayo tumekuwa tukipendekeza yamekuwa yakifanywa kazi. E, na kwa kupitia kwa jukwaa hili tumeendelea kusisitiza sisi, lakini pia kwa kuleta jamii husika waweze kuzungumza kile wanachokiona.